Onyesha hapa ni kituo kweli kweli, maanake kinakusanya watu kutoka sehemu zote, si ndio? Yeah. Hapa tukianza kuulizana, umetoka hapo, utakuta hapa na waunyambo yuko huko yeah. <laughs> utakuta wamitunduruni yuko huko yeah. Kwa hiyo yeah. Hii inaleta maana halisi ya kituo, ndugu zangu, na mimi niungane na wenzangu kumshukuru Mungu kwa mipango yake, leo tumefika hapa, lakini niwashukuru na nyinyi kwa kuitika wito, maanake ilikuwa ghafla Unajua si wageni unaambia bungeni utapita hivi unafanya hivi lakini, jana nilikuja nikasema weekend hata nirudi nyumbani, lakini sasa, kwa nini situmie nafasi kuongea na watu kuliko kukaa tu hivi. Kashauriana na viongozi wangu akawa tayari, kampigia katibu naye akawa tayari, akasema mnapatikana. Kwa kweli nawashukuru sana na Mungu awabariki. Mimi naitwa Yangi Maulidi Kiaratu, mbunge wa jimbo la Singida Mjini, anaza uchaguzi tarehe 29 mwezi wa kumi, lakini miongoni mwa eneo nilopita ni hapa kwenye kahawa, na nimshukuru sana kakaangu Isaya yule pale alimingang'ania kweli. Pale kuna watu wengi tondo, kaombe kura, kumbe lengo lake nifika hapa aanichomekea akanambia hapa bana. <laughs> Safari ya leo ni Isaya kanikutamuta, kuna watu nilipofika hapa akanikandika, basi nias, lakini yote ni njia tu, kwa sababu kazi ya kiongozi ni kuhakikisha kwamba wananchi wake wanapata utulivu, wananchi wake wanasikilizwa, lakini kikubwa tunakuwa tuko pamoja, tunapata nafasi ya kuongea kama hivi e, so lazima kila saa tuseme, twendeni stendi ya zamani kuna mkutano, wakati mwingine tuwafuate nyinyi kwenye maeneo yenu ili tuongee tuwasikilize, na nyinyi mtusikilize. Wakati mwingine hata hakuna la kusikilizana, siku tunakaa tunakula sahani tu hapo. Vipi hapo? Vipi? kwa hiyo na mimi sasa ntajifunza kunywa kahawa kwa sababu ni chungu, ntakuja na kashata zangu mbili tatu. Hii yote ni kuchangamana na watu wako ili mfahamiane, mwongee, mkubaliane, baadhi mbali ya mambo na wao wakupe baadhi ya mambo maana mimi nimetangulia tu, sio kama mimi ni mahiri, lakini nimepata bahati ya kutangulia. Naua sababu ya kuwasikiliza ninyi, mnishauri, mnikosoe, na wakati mwingine atama wakali kidogo. Kama naenda ndivyo sivyo nitakasirika, lakini baadaye, baadaye nitafikiria watu hawakuwa wajinga kuniambia. Baadaye tutaelewana, tutakwenda sambamba. Kwa msiniogope, mimi ni kiongozi wenu, wakati wote nitakapokuwa na fursa, tutaonana <coughs> Sina fursa nini, sijawakumbuka ninyi, mna haki ya kuniita pia. So lazima mimi tu nilazimishe kwamba nakuja na nyinyi, mnaweza kuapea Mheshimiwa, kama una nafasi ndio tuongee, tuna jambo letu, si ndio? Mm. Ah. Yeah. nilichomekea Isaya na nilimkuta Mzee Shabani kama sikosei, siku hiyo japo watu wakuwa wengi lakini kakaambu ya haya, nilikuwa naongea nao wakati meya, sikupata tu bahati ya kuja hapa, naambia bwana pale, sisi tuna klabu yetu imesajiliwa na DMT idendo mwenyekiti na nini, yani hii picha nilikuwa nayo, lakini leo la namshukuru Mwenyezi mwenye Mungu nimefika hapa na nimejionea kwa kweli michezo ni mingi. Mwenyekiti unaona, mabao haya hapo, madrafti hayo hapo, lakini na dhumna ipo, nadhani na karata zipo, si ndio? Kwa hiyo ni nafasi ya mzuri ambayo inawakutanisha watu wengi tunasemaga tu vijana ndo wa hovyo si ndio? Hata wazee wa hovyo wapo si ndio? Ndio. Umetafuta riziki tangia asubuhi, sisi wa mjini tunajuana eh? yeah. Tunalala na sifuri si ndio eh? Ukiamka yeah. asubuhi, unatoka ukipiga mia tano unarudi nyumbani unuweni sukari a mia mbili na viazi si ndio afu yeah. Unatoka tena ukugagariza kupata elfu mbili unarudi mchicha na unga si ndio afu yeah. Unaona umemaliza sasa ile umemaliza ni saa kumi, si ndio? Unaenda wapi? Kama una mahali pa kwenda, maanake mwisho, tunajuana, mi mtoto wa majengo, si ndio ee, siunajuana, kuna vijumba vya gongo, kuna wamama wanalangua, si ndio? Usipokaa vizuri, utaenda kule, sikuna mia tano imebaki. Sasa ndio hapo tunasema na wazee wa ovyo naye. wow. wow. Lakini ukisema ngoja niende pale kwenye drafti hii kwenye, kwenye bao kwenye nini, si ndio? Diyo. hata kama uchezi ukaweka jicho ukasikia, huyu kasema hivi, huyu ukasema hivi, ukasema hivi, muda unaenda, unasukia saa moja, unaona ya nini? Sasa bora nirudi nyumbani, si ndio eh? na mkusanyiko huu, mheshimiwa mwenyekiti, sio mdogo. Historia inatuambia hata wakati wa kupata uhuru, mwalimu Nyerere alikuwa anaenda kwenye mabao ya wazee wameinama wanaangalia kete, lakini wanapanga yao. Na mimi najua hata leo maneno yote ya mjini yanapikwa humo. Kweli uongo, kweli uongo, akibeba mtu akakubeba vizuri, utabebeka vizuri kwenye kahawa. Na kweli uongo, akitaka naye kukuharibu atakuharibia humo mwao kwenye kahawa. Kwa hiyo hivi vikao sio vidogo, ni vikao vikubwa mimi nafurahi kwamba amani imetawala, umoja upo, mshikamano upo, upo. Mnazungumzika, mnasikilizika, si ndio? Eh, hilo ndio jambo kubwa kwamba mnaweza kukaa masaa mawili matatu mkaongea mkaelewana mkacheza na kila mtu akatoka kwa amani. Hilo ni jambo nzuri. Watu mia moja na sio rahisi, kila mtu anatoka kule mchana kutwa, mwingine amesumbuka kupata riziki akili imeharibika, lakini akifika hapa anapata utulivu Mnasikilizana, mnacheza na mnaachana kwa wema, si ndio eh? yeah. Mimi niwapongeze sana. Kwa hiyo nimesema niwaletee TV, najua nyinyi ni watu wazima, mtaitunza. Kuna wakati unatamani kucheza drafti hapa, lakini kuna mpira unachezwa na hapa huwezi kuuangalia, si ndio yeah. Inabidi siku hiyo uchague moja, nikose mpira au nikose drafti, si ndio kwa hiyo sasa tunaweka kituo, kinakuwa na mambo yote hapo hapo, si ndio eh? E, e. Ukiingia utacheza bati yako, utasikiliza rais anahutubia, utaangalia mpira, lakini unapata na kaka hawa unateremshia hapo, vipi? Hapo vipi? Kwa tunataka tuwaweke watu wetu wakae vizuri, wasikilizane, kuwe na utulivu na hata kama una ujumbe, hapo, una na ujumbe ukiuleta hapa unakuta watu wana amani, unaufikisha vizuri. Amesema hapa vizuri mwenyekiti. Sisi Singida tulifanya uchaguzi tarehe 29, si ndio? Kila mtu, hii ni siri, lakini najua yote mlipiga kura. Tulitoka tukapiga kura kwa amani, tukarudi nyumbani kwa amani, tukasikiliza matokeo. Lakini wakati huo tulikuwa tunasikia wenzetu wana shida kweli kweli. Hilo sio jambo zuri. Nimesema mimi ni mtoto wa majengo, tunajuana hawa wa mjini kati, si ndio? tuwache wala wapembeni wanaelima na kufuga. Sisi wa mjini kati tunajuana, wengi hatuna kazi, sisi wengi ni wabangaizaji wa jasiriamali wadogo wadogo, si ndio eh? Wenzetu walifungiwa siku ngapi? Siku tano, si ndio? Hebu jifikirie wewe unaambiwa hakuna kutoka ndani siku tano, ungeishi na, na, na. na watoto na nini? <coughs> Mimi na washukuru tulijitunza, hatukufanya vurugu, tukaendelea kubangaiza maisha yetu, hali ya kuwa tunamwomba amani tawale ili mambo yetu yaende. Siku tano kwa kufungiwa nani, ni nyingi sana mm -hmm. Lakini kuumia kulikuwepo, fikiria mtoto wako ametoka, alafu anaenda kuvunjwa mguu kule, hakuna yule anayohamasisha wala hakuna serikali, unabaki mzigo wako mm -hmm unaenda Makiungu pale unaambia operesheni ifanyike, milioni moja. Ulikosa mia tano ya kula, milioni moja inatoka wapi? Kwa hiyo wakati mwingine tukubali kushindana kwa hoja kuliko kushindana kwa nguvu. Tanzania rais wetu ni mama Samia, na naomba niwaambie hivi, akija mtu hapa akakuuliza, rais wako nani, unasemaje? Samia. Wewe umpendi kabisa, unasema rais wako nani? Samia. Hauna namna, utasema rais wangu ni mama Samia mpaka pale muda wake utakapoisha akatoka. Huwezi kusema nchi hii ina rais, kwa sababu alichaguliwa na akawekwa kwa madarakani na ndiye anayejulikana kimataifa na kitaifa. Sasa wale watu wanaokuambia tusikubali tusifanye nini, sisi tunaongozwa na katiba ya nchi walio wengi wamesema ni huyu. Nyinyi wachache kubalini ili mambo yaende, mjipange kwa ajili ya thelathini. Kama mtu wenu mnaona ni bora zaidi, mwandaeni thelathini 3 t mumtoe sokoni auzike, sindio eh? kwa hiyo mimi niwaombe wananchi wangu wa Singida, tunajuana, hatuna uwezo wa kupambana kiasi hicho. Mimi niwaombe tutulie, tufanye biashara zetu, tufanye ujasiriamali wetu natusikilize fursa kama zipo tuichangamkie. <tis> si ndio eh? mm. fursa sio yale makundi manne tu, mwenyekiti, si wanawake vijana na watoto na hata wanaume wana fursa, tuzitafute. mm. japo zinavimalipo vidogo vidogo, so sawa na kukaa bure na mabenki yetu hapa <tis> eh? Ninyi kama kundi liosajiliwa mnaenda kwa meneja, sisi ni kundi liosajiliwa, tunafahamiana vizuri, tunatafuta mikopo ya vikundi miko wengi hapa hatuna nyumba za kuweka dhamana. Hmm, wanakwambia sisi kikundi kipo hela zipo, masharti yetu ni haya. Mnarudi mnakaa hapa, jamani, tunaendaje? na mnajuana vizuri tabia zenu, mnatata ni mkopo vidogo vidogo, mnazungusha hapa tu. Ukienda mnadani ukileta kuku ni fedha, enda hapa Razaura utauza kuku wako elfu ishirini we umemnona elfu kumi na ngapi, madogo hapo ya maisha yanaendelea kwa ndugu zangu, niwasihi sana, nikisikia fursa nije niwaambie, mkisikia fursa inawasumbua sumbua, niiteni ni ni mnaambie kuna fursa mahali nakusungua, tuifuatilie tufanye kazi, maisha yetu yaende, tumalize nmsukuzati kwa amani. Lakini mwenyekiti alisahau kuwaambia, tumeanza sherehe za CCM, tumeanza sherehe za CCM kwa jua, tarehe ishirini na saba uzinduzi utakuwa hapa Singida mjini, kata ya unyanga tisa tunazindua. Hasa ile siku ya uzinduzi wameweka michezo mingi, watakimbia, watakimbiza kuku, watavuta kamba, watacheza football, watacheza bao, watacheza drafti. <laughs> <laughs> Michezo iko mingi, mnakuja hapa naogesa michezo iko moja mbili tatu. Hiyo ni kunaongeza kwa weka watu pamoja, sio michezo tu ni afya, akili na mwili lakini michezo ni udugu, yes, na umoja na ushikamano, si ndio? Ndio. Na mtu anatoka majengo anakuja hapa, mwingine ametoka kinda anakuja hapa, mwingine ametoka siouu hapa. Tunafahamiana tunashikamana tunatengeneza udugu. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu tuendelee kushikamana, lakini mi nataka nisemeke, mheshimiwa mwenyekiti, kama utaridhika pamoja na mashindano yote walioweka, mimi nataka tumtafute mpika kahawa bora wa Singida. <laughs> Aa, mnasimaaamai kahawa sidia vijiwe vyote va mjini. Sasa tuwashindanishe mpaka unyanga mwasoko unyaa siliwazi, tumpate mpika kahawa bora wa Singida, si ndio? Ambaye anapika kahawa nzuri kabisa, ambaye anajua kuwakaribisha vizuri wateja wake, si ndio? Halafu zawadi kwenye kisiza ya kwangu, zawadi ni ya kwangu mimi

De Shabani, ukishinda, ukipata jiko la gesi unarahisisha hapa eh? Ukipata vikombe sinakuwa mekuongezea mtaji, kwa hiyo no, mwatangazie kwa sababu hapa wako Singida nzima, mwatangazie na huko kwamba si, si, tarehe ishirini na tisa kuna mashindano mpika kahawa mzuri Tawa, tutakubaliana watakutania msufini, gari itakuja pale, watapanda watakwenda unyanga si ndio eh? lakini michezo mingine ni ya mwenyekiti huyu, maanake shughuli ni ya kwake. <laughs> Mimi leo nakufana wauza kahawa tu peke yao. <laughs> <laughs> Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, pia si kukushirikisha niwe radhi. Kulikuwa na wenzetu maafisa usafirishaji, kama wiki ngapi zilizopita waliniomba kwamba wameshindwa wame kulipa kodi kwenye ofisi yao pale kaniomba niwasaidie, na mimi leo nikaona nitumie fursa hii pia kuwasaidia kodi, na leo nitawapa kodi ya miezi sita ili wapate utulivu wa kuona na, na tasnia hii ya wasafirishaji ni manake, ni bodaboda boda boda na bajaji. Hapa Singida tuna bajaji labda elfu mbili, tuna bodaboda boda labda elfu mbili kizijumlisha elfu nne alafu zimeshikwa na vijana wetu na wazee wetu, utaona ni namna gani imetupunguzia uzito wa kukosa ajira, si kweli hey? Fikiria watu elfu nne wale wangekuwa hawana kazi ingekuwaje, eh? Ingekuwa mtihani mkubwa. Kwa hiyo nao lazima tuatie moyo kwa namna yoyote hili ili wapate utulivu wa kufanya kazi zao. Kwa hiyo me mbunge wao leo tawalipia kodi ya miezi sita, wapate utulivu, na mimi nafurahi nwat